Mtoto wa Kikwete atajwa kwenye sakata la Polepole. Karibuni sana, tuendelee kujuzana na kupeana taarifa juu ya yale yanayotokea ndani na nje ya nchi. Hii ni Mseto Media, mimi ni Princess Kuli. Hakikisha umebonyeza maneno subscribe ili usio unapitwa na taarifa zetu. Leo ni takriban siku ya 15 tangu kutoweka kwa Humphrey Polepole kwapolepole ama kutekwa kama familia yake ilivyotoa taarifa kwa umma, ambapo sakata hili la Polepole limekuwa likifuatiliwa na kutolewa macho na wengi, wakitaka kujua kinachoendelea juu ya Polepole, yuko wapi? Ni mzima au ndo hayupo tena? Na kama alitekwa, alitekwa na nani? na kadhalika. Sasa kufuatia hayo kaka wa Polepole anayejulikana pole pole pole, kwa jina la pole Augustino Polepole, ambaye ndio mtu wa kwanza kutoa taarifa za kutekwa Polepole, ameibuka tena na kutoa taarifa mpya juu ya Polepole pole. Kaka wa Polepole amemtaja waziri Ridhiwani Kikwete ambaye ni mtoto wa rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kama mtu anayejua alipo Polepole pole. Akisema aliwahi kutamka hayo kwenye wiki ya vijana Kulembea na ushahidi wa video na rekodi upo amemwambia pia Ridhiwani kuwa yeye ni mnufaika na anafurahia hujuma za fedha za Watanzania. Agustino pia amesema anashindwa ongea mengi na kutaja majina ya watu juu ya sakata hilo kwa sababu tayari liko mahakamani, hivyo baada ya mahakama atakuja na uthibitisho wa video. Pia ameliambia genge la utekaji kuwa lina muda mdogo sana, kwani siku na masaa vinahesabika. Tumsikilize hapa. Hey, ndugu wa Tanzania nakuja mbele zenu tena kwa shukuru kwa wengi wenu kwa kila jitihada ambazo mmezionyesha na ushirikiano kutoka katika familia ya Polepole. Eh, zimepita siku kumi na nne toka mdogo wangu Humphrey Polepole ametekwa. Na ndugu mafwele genge, na mafwele ni genge nufaika na mfumo uliopo wako wengi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wanajipambanua mmoja baada ya mwingine. Kutokana na shauri liko mahakamani, kuna baadhi ya watu sitawataja leo, lakini ikumbukwe, siku zilizopita kulikuwa kuna wiki ya maji, wiki ya vijana, wiki ya vijana so wiki ya vijana, na wiki hii ya vijana ilifanyika mkoani Mbeya waziri mwenye dhamana alipokuwa akipita kwenye mabanda kukagua, sijui ni shughuli gani, alieleza waziwazi, alieleza waziwazi kwamba anajua Humphrey yuko kwa wapi. Bwana Ridhiwani, ukibisha, kuna video na kuna sauti zilikuwa ziko rekodi, na ulikuwa umeongozana na ndugu mmoja anaitwa Nyaisa. Nafikiri huyu bwana ni mmoja kati ya maafisa wa wizara. Sasa, ndugu Ridhiwani, nikuambia kitu kimoja, wewe ni mnufaika wa mfumo unafanya shughuli zako, unarudi nyumbani, unatulia na mkeo, unafurahi katika yale mazingira ambayo mmeyafanya mpaka sasa. Ukiona wewe binadamu wa kawaida unafurahi, jiulize mara mbili, kufurahi kwa sababu ya madaraka au kufurahi kwa sababu ya hujuma ya fedha za Watanzania. Nisiendelee sana, nasubiri utaratibu wa mahakama. Nitakuja na video za ushahidi, nitakuja na vitu muhimu uthibitishwa, ikiwa ni siku ya kumi na nne toka Humphrey Polepole ametekwa usiku wa kuamkia tarehe 6. Alafu ndugu Mafwele, hawa vijana unawatuma, unataka nini? Unanitafuta mimi, nipigie simu, namba yangu unayo, nipigie simu, nipigie simu. Najua geni yenu, gengi lenu muda wake ni mdogo sana, siku zenu na masaa yenu yanahesabika. Kwa hivyo, kama unanitafuta, usipate shida, mimi niko Tanzania, niko Tanzania na ninafuatilia kila hatua, nafuatilia kila hatua eh, nisizungumze sana, lakini nafuatilia kila hatua. Taree kumi na mwezi wa kumi majira ya saa mbili mpaka saa tatu mlipita nyumbani, mkaluka ukuta, mkaingia ndani, ikuwa natafuta nini eh? Sipendi kutenda jambo baya, yani siku zilelikwa nawilikuwa na wadusua na wadu kwa sababu ni ujambazi, kama ujambazi mwingine kuluka ukuta nini. Sigonge mlango nini? Msipige simu, simu mnazo. Shida ni nini eh? mna shida gani <laughs> nirudie, kuwashauri mtumie hekima na busara, kwa sababu siku zenu zinahesabika. Watanzania ambao kwa namna moja au nyingine Msikae kimya, msikae, msikae kimya, msikae kimya. Hili genge si zuri na halina huruma. Nasubiri siku inayofuata ya mahakama, alafu ndio tutakuja na taarifa nzuri zaidi. Asanteni sana. Mtazamaji wangu, hiyo ndio taarifa mpya aliyeitoa kaka wa Polepole Pole, Augustino Polepole Pole. Je, wewe una lipi la kusema? Kwa lolote tuandikie maoni yako hapo chini. Mimi ni Princess QL na hii ni Mseto Media. Sikudanganye mtu siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu, ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com, tukutangazia biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, Comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.